Uchaguzi mkuu Uganda 2026. Wananchi wapiga kura katika hali ya mvutano. Mimi ni wako na hii ni Michael Bella Media. Kampala, Januari 15, 2026. Wananchi wa Uganda jana walijitokeza kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa kumchagua rais wa bunge na wawakilishi wa wanawake wa wilaya huku zoezi hilo likifanyika katika mazingira ya mvutano na kisiasa na changamoto mbalimbali. Rais mbali, wa sasa Yoweri Kaguta Museveni aliyeko madarakani tangu mwaka 1986 alikuwa akiwania muhula wa saba akichuana na mpinzani wake mkuu Robert Kyagulanyi e, Ssentamu Bobi Wine e, maarufu kama Bobi Wine ambaye ni msanii wa chama cha National Unit Platform. Upigaji kura ulikumbwa na ucheleweshwaji wa kufunguliwa kwa vituo, kufeli kwa mitambo ya kielektroniki ya kutambua wapiga wapiga kura eh, na kuzima kuzima kwa huduma za internet kote nchini, hatua iliyokosolewa na vyama vya upinzani pamoja na mashirika ya kiraia. Licha ya changamoto hizo, tume ya uchaguzi ilisema zoezi liliendelea kwa amani likiwa chini ya ulinzi mkali kwa vyombo vya usalama. Upinzani hata hivyo ulidai kuwepo kwa udanganyifu wa kura na vikwazo kwa eh, mawakala wake. Matokeo ya awali yanatarajiwa kutangazwa hatua kwa hatua huko, matokeo ya mwisho ya uraisi yakisubiriwa ndani ya masaa 48 baada ya kufungwa kwa kura. Mimi ni wako direkta, nitaendelea kukujuza kile kitakachojiri. Bye bye, MB Media, maximize your potential.